Karibuni sana asante. Asante sana, naomba unipatie kadi. Hongereni sana mtoto wenu anaendelea vizuri. Asante, daktari. Ndio. <laughs> <laughs> vizuri tena, ni vyome mmekuja wote wawili. Sasa tukumbushane kuhusu elimu ya afya ya uzazi baada ya kujifungua. Pamoja na kupata mtoto mwenye afya njema, kuna mambo ya kuzingatia katika kutunza afya yake. Mara baada ya kujifungua, hali ya uzazi hurudi haraka ndani ya siku 42, hata kabla ya kurudia hedhi. Hivyo, ni muhimu kwa mama kuanza kutumia njia za afya ya uzazi mara baada ya kujifungua, ili kuepuka mimba zisizotarajiwa na kumpa mtoto fursa kukua kimwili na kiakili. Huduma za afya uzazi baada ya kujifungua ni muhimu kwa ajili ya afya mama na mtoto. Jiongeze maamuzi yako, kesho yako. Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto kupitia Idara ya Kinga, Kitengo cha Elimu ya Afya kwa Umma.